Karibu tuendelee kupeana habari na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Na katika mabadiliko ya baraza la mawaziri yaliyotangazwa na rais Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha 2025 mpaka 2030, majina kadhaa ya mawaziri walikuwa hawapo tena. Miongoni mwao ni viongozi wawili wenye uzoefu mkubwa wa kiutendaji, akiwemo Innocent Lugha Bashungwa aliyekuwa wa waziri wa mambo ya ndani na Hussein Mohamed Bashe aliyewahi kuwa waziri wa kilimo. Kuondolewa kwao kwenye baraza hilo ni tukio la kisiasa kubwa ambalo limekuwa likizingatiwa kwa undani na vyombo vya habari na wanasiasa, huku watendaji hao wakitoa kauli zao wa za shukran, matumaini na dhamira ya kuendelea kuwatumikia wananchi kwa njia nyingine. Sasa katika makala hii tutachambua historia ya utumishi wa Bashungwa na Bashe, pia tutaangazia dhamira ya ujumbe wao baada ya kutoswa kwenye baraza la mawaziri lakini pia tutaangalia mchango wao katika sekta walizowahi kuhudumu kama mawaziri na pia tutaangalia maoni ya ujumla kwa nafasi zao za sasa. Endelea kufuatilia kwa umakini makala hii ili upate kufahamu mengi kuhusiana na viongozi hawa. Hussein Mohamed Bashe ni mwanasiasa ambaye ameendelea kufanya kazi ya umma kwa miongo kadhaa. Alizaliwa Agosti 26 mwaka 1975 huko Nzega, mkoa wa Tabora. Alisoma chuo cha Mzumbe huko akipata shahada ya business administration. Katika siasa, Bashe ni mwanachama wa CCM tangu mapema, alijihusisha na ngazi za chama katika ngazi ya wilaya na mkoa. Aliteuliwa kuwa mbunge wa Nzega, yani Nzega Urban mwaka 2015, na tena alichaguliwa tena mwaka 2020. Karibu hapo, Bashe alihudumu kama naibu waziri wa kilimo yani deputy minister of agriculture, na baadaye Januari ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili alipandishwa vyeo na kuwa waziri wa kilimo chini ya uongozi wa Rais Samia. Kazi yake katika wizara ya kilimo ilijikita kwenye mabadiliko ya sekta ya kilimo, kuhamasisha kilimo kuwa biashara yani agri business, kuimarisha ushirikiano kati ya wakulima wadogo na sekta binafsi kukuza uzalishaji wa mazao na kuboresha miundombinu ya kilimo. Pia alianzisha mpango mkubwa wa vijana kupitia Building a Better Tomorrow Youth Initiative for Agri Business, yani BBTYIA, ambao unalenga kuhamasisha vijana kujishughulisha na kilimo. Baadhi ya mafanikio yake ni pamoja na kutanguliza sera za kilimo zinazolenga usalama wa chakula na biashara, kukuza mazao na kuvutia wawekezaji wa ndani na wa kimataifa. Pia katika utendaji wake aliahidi kupunguza upotevu wa mazao yani crop wastage, ili kuongeza tija na faida kwa wakulima wadogo. Huyo ndio Hussein Bashe. Innocent Luha Bashungwa ni mmoja wa wanasiasa maarufu wa Tanzania, alizaliwa Mei 5 ya mwaka 1979 katika jimbo la Karagwe. Ni mwanachama wa chama cha Mapinduzi CCM na ameshika nafasi mbalimbali mbali za uongozi ndani ya serikali. Eneo la elimu liliwezesha kuimarisha taaluma yake ya kisiasa. Alihudhuria shule ya sekondari ya Zania na baadaye chuo kikuu ambapo alisomea masuala ya uongozi na usimamizi. Na katika siasa alichaguliwa kuwa mbunge wa Karagwe mwaka 2015 na, na tena alirejelewa baadaye. Katika utumishi wa serikali Bashungwa amepata nafasi mbalimbali mbali. Alihudumu kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi na pia amewahi kushika wizara nyingine au nafasi za serikali. Wakati akiwa waziri wa mambo ya ndani alitekeleza miradi na sera za usalama wa ndani, uongozi wa polisi, magereza, uhamiaji na ulinzi wa raia. Ameonyesha nia ya kuunganisha sekta ya usalama na taasisi za serikali ili kuboresha usalama wa wananchi. Kwa mfano, aliahidi ushirikiano baina ya wizara yake ya TAMISEMI, yaani ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa katika kuwekeza kwenye ujuzi wa wafungwa magerezani na kuwasaidia baada ya kufungua vifungo. Pia inajulikana kwamba Bashungwa aliapishwa kwa uongozi wa tume ya jeshi la polisi magereza zimamoto na idara ya uhamiaji tarehe 21 Januari mwaka 2025. Hii ni nafasi ya juu ya usimamizi wa usalama wa taifa na inaonyesha kuwa licha ya kutoteuliwa kwenye baraza la mawaziri wa serikali kuu bado anaaminika kwa ushawishi wa uongozi. Huyo ni Innocent Bashungwa. Sasa tuangalie uondoshwaji wao kwenye baraza la mawaziri. Mnamo mabadiliko ya baraza la mawaziri ya mwaka 2025-2030 yaliyotangazwa na rais Samia Suluhu Hassan, majina ya Bashungwa na Bashe hayakuonekana miongoni mwa mawaziri wapya. Hii imetafsiriwa na wengi kama kutoswa nje, yani kutupwa nje ya baraza la mawaziri, ingawa haimaanishi kuachwa kabisa katika maisha ya siasa. Viongozi hawa bado wanashikilia nafasi za umma na, na ushawishi mkubwa. Kutoingizwa tena kwao kumeonyesha mabadiliko ya kisiasa. Rais Samia anaonyesha mwelekeo mpya wa uongozi na uteuzi wa mawaziri unaambatana na sera, maono na mikakati yake ya serikali kwa kipindi kipya. Pia serikali inaweza kuwa inatambua uhitaji wa kuimarisha sekta nyingine au kuleta watu wapya wenye mitazamo tofauti. Kwenye serikali mpya, baadhi ya nafasi za afya, kilimo, usalama, ulinzi na ushirikiano wa mikoa zinaweza kuwa zimegawanywa upya na baadhi ya mawaziri waliobobea wamesogezwa kwenye majukumu mengine au kuachia nafasi kwa kizazi kipya. Sasa tuanze kuangalia jumbe zao mara baada ya kutupwa nje kwenye baraza la mawaziri. Tuanze na ujumbe wa Innocent Bashungwa. Baada ya kutangazwa kuwa si sehemu ya baraza jipya, Bashungwa alitoa salamu zake rasmi kwa kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram. Ujumbe wake ulisambaa kwa kasi mno. Katika ujumbe wake, alielezea shukrani kwa Rais Samia kwa fursa alizopata za kuwahudumia Watanzania katika vipindi tofauti, akibainisha kuwa wakati wake wa utumishi ulikuwa fursa adimu. Aliahidi kuendelea kuunga mkono maono na juhudi za uongozi wa Rais Samia na serikali ya awamu ya sita. Ujumbe huu unaonyesha kuwa licha ya kutochaguliwa tena hakubaki kimya, anataka kuendeleza mchango wake kwa taifa na wananchi, hasa kupitia jimbo la Karagwe ambalo ni chombo chake cha kisiasa. Aidha, Bashungwa ameonyesha furaha kuwa na muda wa ziada wa kukaa jimboni Karagwe, jambo ambalo linaruhusu kuimarisha kazi na maendeleo ya eneo lake. Alishukuru wananchi wa Karagwe kwa ushirikiano na imani walioonyesha kwake, imani ambayo anasema imemwezesha kutekeleza miradi na uongozi wa karibu na wananchi. Pia, ingawa hajaendelea kuwa waziri, uteuzi wake kuwa mwenyekiti wa tume ya jeshi la polisi, magereza, zima moto na idara ya uhamiaji ni sehemu ya dhamira yake ya kuendelea kuhudumia umma na kushiriki katika salama wa taifa kwa ujumla. Ujumbe wa Bashungwa unaonyesha nadharia ya uongozi wa huduma: si lazima kuwa waziri ili kuleta mabadiliko, msaada mkubwa unaweza kuendelea toka kupitia vyeo vingine vyenye uzito na umuhimu mkubwa kwa taifa. Na kwa upande wake Hussein Bashe pia alitoa kauli rasmi na salamu zake siku chache baada ya kutangazwa kwa baraza jipya. Alieleza shukrani kwa Mungu na kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa imani aliyopewa. Alikiri kuwa nafasi za uongozi aliyowahi kushika kuanzia kuwa naibu waziri hadi kuwa waziri wa kilimo zilikuwa heshima kubwa kwake ambazo alizithamini sana. Bashe alionyesha pia pongezi kwa waziri mpya wa kilimo Daniel Chongolo, akimtaja kama mzalendo na mkulima na kuamini kwamba Chongolo atasaidia kufikia matarajio ya kilimo ya taifa. Pia alimpongeza naibu waziri wa kilimo David Silinde, akisema namfahamu kama mtu mwenye moyo wa kutumikia wengine na hata kama mzazi wa familia, na anaamini kwamba Silinde atakuwa msaada mkubwa kwa waziri wake. Katika ujumbe huo, Bashe alikiri pia uongozi wa wizara ya kilimo, watumishi wa wizara kwa ushirikiano walio mpa wakati wa miaka yake sita ya utumishi. Aliwapongeza walimu watendaji wa kulima na wahusika wote wa kilimo kwa kazi yao na akawatakia mafanikio mema katika utekelezaji wa sera na majukumu yao. Kwa maneno yake, ingawa hajarudishwa kuwa waziri, bado anahisi sehemu ya kasi ya uongozi wa kitaifa na anataka kuendelea kuchangia maendeleo ya kilimo na uchumi wa taifa pia kupitia njia nyingine, ikiwa ni pamoja na ushauri, mradi au sera za kilimo na hayo ndiyo matamko yaliyotolewa na viongozi hawa wakubwa wawili, akiwemo Mheshimiwa Innocent Bashungwa na Mheshimiwa Hussein Bashe. Na kwa kumalizia, uondoshaji wa Innocent Bashungwa na Hussein Bashe katika baraza la mawaziri la mwaka 2025-2030 ni tukio la kisiasa la umuhimu mkubwa. Viongozi hawa wameonyesha kwamba hata wanapokosa nafasi za mawaziri wanaweza kuendelea kutumikia taifa kupitia vyeo vingine au kupitia uzoefu wao wa kitaalamu. Ujumbe wao wa shukrani dhamira ya kuunga mkono maono ya Rais Samia na matumaini ya kuendelea kuleta mabadiliko unaonyesha uelewa wa huduma ya umma wa kweli, si tu kwa nafasi ya mali au mamlaka, bali kwa mchango wa kweli kwa wananchi. Sekta walizohudumu ikiwemo usalama wa ndani kwa Bashungwa na kilimo kwa Bashe ni sekta muhimu sana kwa maendeleo ya Tanzania. Waliweka misingi ambayo inaweza kuendelea kuboreshwa chini ya uongozi wa sasa na wa baadaye. Hata hivyo nafasi yao mpya na mchango utategemea jinsi watakavyoweza kuendana na mwelekeo wa serikali, jinsi watafanya ushirikiano na mawaziri wapya, na jinsi watatumia ushawishi wao wa kisiasa na kitaalamu. Kwa upande wa wananchi na wanasiasa, uamuzi wa Rais Samia unaonyesha mabadiliko ya kipaumbele na mtazamo wa maono ya serikali yake. Ni muhimu kuangalia si tu utumishi wa mawaziri, bali maono ya taifa na jinsi viongozi wote, haswa wale walioteuliwa na wale wasioteuliwa wanaweza kuchangia kwa pamoja maendeleo ya Tanzania. Na huo ndio uchambuzi kwa ufupi juu ya matamko yaliyotolewa na Innocent Luha Bashungwa, aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, na Hussein Mohamed Bashe, aliyewahi kuwa waziri wa kilimo, mara baada ya kuondolewa kwao kwenye baraza la mawaziri. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.